Mpaka Rai alipe wakulima alipe watu wenye waritaya Nzoia, wafanyakazi watu wote, ndi akucha achukue Nzoia. Rai wali kambuni mkataba uh, ya leasing ilisema wanalipa watu, ndio Rai achukue Nzoia. Sasa wasahi wamapatilisho, nimekuwa kwa county commissioner chana ana, alipika simu mahali na vilalipika simu mahali akapatilika, vilalipatilika, alisema mambo yenu hiyo imekuwa ngumu. Sasa kama mambo ni ngumu, inaonekana tuna mtu ako nyuma ya kuiba Nzoia. Sasa wafanyakazi wa wakulima, na watu wenye walitutaya Nzoia, msimame pamoja, tuupigania haki yetu, ndio tupa, tukipata pesa ni sawa. Kama mtu anaendelea na kunyanyasa sisi, Ford Kenya ifanye nini? Ford Kenya ifanye nini? wezi wafanye nini? mko na haki ya kwamba Rai anaweza ingia hapa bila sisi kupata haki yetu. Sisi hatuna shida na Rai, hatuna shida na mtukufu rais, hatuna shida na mtukufu rais. Tunataka tu pesa yetu ya retirees, both unionizable and management yote ilipwe bila kuwacha senti nje, alafu tuache huyu muindi aingie afanye maneno yake. Uwezi uza ng'ombe na unaambia mwenye umeuzia vile unataka triti yo ng'ombe haiwezekani. Asante sana mi, mi, siwezi nikakupali viwete wenzangu na wafanyikazi wote kwa jumla wapoteze pesa yao ya miezi ishirini na tisa. Mimi naomba eh, rais wetu bwana Ruto, utu, utupatie pesa yetu, Rai aingie. Na mi naambia mheshimiwa Spika wa serikali yetu ya Kenya tunakuheshimu, lakini unapoteza heshima kwa sababu ya kunyamaza, na mnanyanyaza wafanyikazi, mnanyanyaza wakulima, na sisi tunataka kuumia. Watoto wa mkubwa wa kaunti uko wapi? Mmetuuza ama muko wab Mimi vile niliwaambia mara ya kwanza, majina yangu ni Beni Kisiangani, nikiwa mwakilishi wa wafanyikazi Nzoia Shuka. Hii Nzoia Shuka iko na all stakeholders, tuna business community, tuna farmers na tuna wafanyikazi. Sisi kama wafanyikazi tunauliza President Uhuru, Rais Ruto, wakati alikuja Bungoma, alihaiti community ya Bungoma, ya kwamba na akawaahidi, akawaambia kwamba in 100 days analeta mili mpya. Kwamba analeta factory mpya na akakuja akasema kwamba amekundua mtu mwenye amenyanyaza ameparalyze biashara ya sukari Kenya, na akasema huyu mtu anaitwa nani? Rai. Akasema huyu mtu anaitwa nani? Rai. Na akatuwaiti akatupatia amempatia mambo matatu, moja ikiwa ni kuhama Kenya, ingine ikawa ama aende mbinguni. Tunauliza president hatutaki kuungana na wale watu wanasema wewe ni mwongo nini? Kitu gani imebadilika, ikakubadilisha ukasema ya kwamba Rai akuje Nzoia apatie wafanyikazi mshahara wa mwezi moja, alafu amuondokee. kama Rai tunakuuliza, na tunatuma hii ujumbe kama na yetu Lusaka, wewe ulisema ya kwamba utakubali tu kusaini kama Rai, kama serikali imelipa wafanyikazi imelipa wakulima, ndio Rai aingie Nzoia. Ni kitu gani imebadilisha? Umekuwa mnyamavu sana Kuja kimazo mwanzo, waambie wafanyikazi, waambie wakulima, waambie community ya Bungoma at large, mimi sisi tulileta kwa amani kampuni ya Nzoia kashaka kwa amani, lakini kudai ni machozi mwanzo. Tunashangaa kwa nini wabunge wetu kina seneta kina wote tu wabunge wetu wa Bungoma wote wametusahau. Sasa hiyo wanatupia matia kasi polisi wamekuja wanatuzuia sisi kudai pesa zetu. Sisi tunataka tu pesa, hatutaki vita saa hii tukisikia pesa imelipwa, tunatoka Nzoia tunaenda kwetu nyumbani. Hatuna haja ni kusukumana na Rai. Sisi hatuji Rai, wakati tuleta miwa Nzoia hatukupata Rai, hatumtambui Rai. Sisi tunatambua ile manajmenti imekuweko yenye tumesikia imetoka juu, hawako hata mmoja wao, hawako. Sasa sisi wakulima tungependa tu tupewe pesa yetu na mambo yaishi. Rai akikuja akaribishwe, sisi hatuma maneno mengi, tunataka pesa.